Nam, tunaendelea na matangazo yetu na sasa ni habari. Rais Vladimir Putin wa Urusi amesema ana anaamini kukaa meza moja na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kunaweza kuwa na tija ikiwa kuna dhamira ya pamoja ya kisiasa. Hayo yamethibitishwa na msemaji wa ikulu ya Kremlin, Dmitry Peskov wakati wa mahojiano na kituo cha utangazaji cha serikali cha Rayanovost, kwa mazungumzo hayo na Macron yanaweza kuwa na tija ikiwa itakuwepo dhamira ya pamoja ya kisiasa. Ofisi ya Rais Macron imesema imepokea tangazo hilo la Urusi na itachukua hatua ya kushughulikia kwa namna bora ndani ya siku chache zijazo. Wajumbe wa Marekani, Ukraine na Urusi wamesema mazungumzo ya siku tatu kuhusu kumaliza vita vya Urusi nchini Ukraine yamekuwa yenye tija na kujenga ingawa hakuna mafanikio makubwa yaliyotangazwa. Katika taarifa ya pamoja, Waziri wa Ulinzi wa Ukraine Rustem Umerov na mjumbe wa Marekani Steve Witkoff imeeleza kuwa ujumbe wa Ukraine ulifanya mikutano kadhaa yenye manufaa na washirika wa Marekani na Ulaya mjini Miami. Kwa upande wake mjumbe wa Urusi Kirel uh, Dimitriev amesema hali ya mazungumzo ni ya kawaida, akisema mambo yote yako sawa licha ya, ya kutokuwepo kwa taarifa ya mafanikio ya wazi. Baraza la mawaziri wanaohusika na usalama nchini Israel limeidhinisha mpango wa ujenzi wa makazi mapya 19 ya walowezi wa kiyahudi katika ardhi ya Palestina inayokaliwa kwa mabavu ya ukingo wa magharibi. Hatua hii mpya inaifanya idadi jumla ya makazi yaliyoidhinishwa kujengwa na Israel kwenye eneo hilo katika kipindi cha miaka mitatu kufikia 69. Aidha, taarifa ya ofisi ya Waziri wa Fedha Bazalel Smotrich imesema Israel itaendelea kujenga na kuchukua kile amekiita ardhi yao ya urithi, kwa imani ya kufuata njia ya haki na kuzuia kujengwa kwa kile ambacho amekiita dola la magaidi la Palestina. Na mamlaka za Nigeria zimefanikiwa kuwaokoa watoto wa shule mia moja thelathini waliotekwa nyara kutoka shule ya bweni ya kikatoliki ya St Marys ya katika jimbo la Niger, tukio ambalo lilitokea Novemba mwaka huu. Taarifa hiyo imetolewa na msemaji wa rais wa Nigeria, Sunday Der, kuwa wanafunzi wote waliotekwa sasa wameachiwa na hakuna aliyebaki mikononi mwa watekaji baada ya wengine mia moja kuachiwa mapema mwezi huu. Shambulio hilo lilihusika lilihusisha utekaji wa uteka, uteka, mamia ya wanafunzi na walimu katika shule iliyopo eneo la Papiri, kaskazini mwa Nigeria, na kuibua hofu kutokana na kuongezeka kwa matukio ya utekaji nyara nchini humo. Nam tupate uchambuzi wa kina wa taarifa hii, eh, taarifa hii na nyingine nyingi ambazo tumekusomea, tunaye hapa Ibrahim Rabi, mchambuzi wa masuala ya kimataifa. Ibrahim, karibu sana. Shukran sana. Tutazame Nigeria. Nigeria imekuwa ikikumbwa na matukio ya utekaji nyara ni, ni, ni eh, matukio ya kihistoria kwa miaka mingi sasa. Tawala zimeingia zimetoka, hazijaweza kutatua changamoto hiyo. Shida kubwa hasa ni nini? Magenge ya uhalifu nadhani, uh, Nigeria inakumbwa na hili, ni magenge ya, ya, ya uhalifu au ni kile wanachokiita makundi ya kigaidi? Kuna vyote viwili viko ndani ya Nigeria. Makundi yenye silaha ambayo yana, yenye misimamo mikali yako mawili, kuna Boko Haram, kuna wale ISWAP e ambao ndio yanajulikana hayo makundi lakini taarifa za utekaji nyingi hazihusishi hawa, licha ya kuwa taarifa kubwa iliwahi kuwahusu Boko Haram mm. wanafunzi wa Chibok yeah. lakini kwa utekaji ambao unaendelea kwa hivi sasa Nigeria, wengi wanaohusika na utekaji ni makundi ambayo yameanzishwa mitaani, na hiyo yote huwezi kuiondoa kuwa kwa sababu wanavyoteka mfano hao walioachiliwa wanafunzi wa St Mary's, hmm. Taarifa tu bado haijatoa wazi je, kuna fidia imelipwa kwa hofu. Wakati mwingine hawatoi taarifa ya fidia kwa sababu kwa hofu ya kuchochea makundi kuteka zaidi. Inaonekana kama kuna mazungumzo yalifanyika ili waweze kuachiliwa, lakini yeah. hakuna ionyeshi kama kuna fidia, lakini kiuhalisia kuwa uh, kutekwa kwingi kwa Nigeria kwa hivi, kwa hivi karibuni kumekuwa kikihusisha fidia yaani unachukuliwa, au shule, watoto wanachukuliwa halafu watekaji wanataka fidia mm. Wakilipwa fidia wanawaachia. Kwa hiyo unaweza ukarudi ukaangalia tu kuwa shida imeanzia wapi. Ni shida kuwa nchi na watu wengi zaidi, Nigeria ndio nchi yenye watu wengi zaidi barani Afrika. mm. Na nini wa, vijana hawana kazi, hakuna. Ni shortcut tu ya kuona kuwa wapi tunaweza tukatatua hili. Nadhani shida ndio imeanzia kuwa hapo kuwa watu hawana kazi, naam. Kwa hiyo njia nyepesi wanayoiona na walivyoona kuwa udhaifu wa vyombo vya usalama mm. kuweza kudhibiti kwa na, na utekaji mwingi umeenea sana mashambani, sehemu ambazo zinakuwa ni mbali na, na usalama sio katikati ya miji mikubwa, kule pembeni ambako wanaenda wanabeba watoto wakichukua, serikali sasa na hangaika inalipa, wana, wanaachiliwa. Kuna kitu, kuna kitu kimoja uki, uki e, kuna kitu ukizungumzi kuna hisia za kidini sana ambazo zipo Nigeria na na, Trump alizizungumza na, na, na hasa matukio haya yakionekana yakitokea zaidi kaskazini mwa nchi hiyo ambako kunakuwa e, kuna, kuna idadi kubwa zaidi ya Waislamu na ambao wamekuwa wakitajwa kuathirika zaidi ni Wakristo wanaoishi katika maeneo hiyo, kweli si kweli? Ni kweli Nigeria imegawika katika pande mbili. hmm. kuna upande ambao kunakuwa na Waislamu wa wengi na kuna Wakristo wengi na hasa kaskazini kuna Waislamu wengi. Eh, ndio, yani imegawika katika pande mbili, yani kaskazini na kusini. Mm. Huko kuna maeneo yana wengi na huko wengi. Hata hata katika utaratibu wa nchi ulivyokuwa ukiongozwa na unakumbuka kuwa walikuwa wakipishana viongozi. Mm. Kuwa mara hii atakuja Muislam, mara hii atakuja. Unakumbuka mzozo kati ya uh, uh, wakati Muhammad Buhari anaondoka madarakani, nafasi ya chama cha PDP ilikuwa kati ya uh, Atiku na Peter Obi. Na nafasi hiyo alikuwa Peter Obi aachiwe agombee kwa sababu ya kupisha ile asili ya unajua, Nigeria kwenye ile population ukiangalia, kati ya wa Waislamu na Wakristo ina tofauti kidogo sana kwa pande zote mbili, kuna upande umezidi kidogo sana. Sasa hii inahusisha ambayo Trump alizungumza, lakini ilijibiwa na Wanigeria wenyewe wakasema kuwa hiki kinachotokea ndani ya Nigeria hakijalenga jamii moja ya dini moja, kwa sababu athari inawagonga watu wote, isipokuwa tofauti imekuja tu kuwa katika nchi hii waislam wafugaji wa, nini, kuna wakulima na wafugaji sasa. Hizi jamii zimejigawa, kuna Wakristo ambao ni wakulima wengi, alafu kuna Waislamu ambao ni, wafuga, ni wafugaji wengi, kwa hiyo kuna kundi moja linamiliki silaha, kuna kundi jingine haliko hali na silaha hmm. lakini utekaji mwingine ambao niliuona Nigeria kuwa uh, kwa nini umehusisha sana nini kwenye mfano uh, kwenda shule za Kikristo yeah. <coughs> nilikuwa nikisoma makala moja ikasema kuwa kumekuwa na tathmini ya fedha, yani kuwa unapochukua kutoka kwenye magenge, yani yale magenge ya utekaji yanapochukua upande wa Kristo basi kuna fedha zitatafutwa haraka ziweze kulipwa mm. Kwa unarudi pale pale, tukuwa shida kubwa ya Nigeria ni uhalifu ambao ume umepachikwa ndani yake, inaonekana no kuna misuguano mikali ya kidini, kwa sababu hata wao wamejibu ndani ya Nigeria. Wakati, wakati Trump anasema kuwa tutaivamia nchi kwa sababu imekuwa ikishambulia jamii moja mm. Kauli iliyotolewa na Nigeria wakasema kuwa athari inagonga kote. Yeah. Sio kuwa tuna, tuna, imelengwa jamii moja lakini unaweza kusema kuwa jamii moja imelengwa kwa sababu inawahi kulipa mm, lakini mm. Kilicho kinachosumbua zaidi Nigeria ni magenge ya uhalifu lakini mambo kama haya pia yamekumba ya Nigeria kihistoria mm. Na masuala ya, ya migawanyiko ya kidini yanaambatana ya na, na migawanyiko ya kikabila <coughs> yalizalisha vuguvugu la Biafra Biafra la yes. Na ika yanataka kutengenezwa nchi ya, ya, ya upande wa kusini zaidi huku ambayo ilikuwa inaitwa Jamhuri ya Biafra, na sisi Tanzania pia wakati ule tukaunga mkono Biafra e, tuna Kinondoni Biafra hapo, miongoni mwa vitu ambavyo ni alama ya alama ya vuguvugu lile. Unaona vuguvugu hilo likitokea siku za usoni kutokana na hayo inaendelea hivi sasa? Nigeria bado e, unajua kwa sasa Nigeria hawana msuguano zaidi wa kisiasa hmm. Msuguano wa kisiasa sio kwa kiwango hicho, na kuna wakati huwa wanatazama, labda Nigeria kama wameisusa siasa wamekuwa wakishughulika na mambo mengine licha ya kuwa siasa inaleta ina athari na kila kitu. Mfano, nitakwambia unakumbuka uchaguzi wa 2023. Mm. Turnout ya Nigeria kwenye ule uchaguzi ilikuwa ni asilimia 22, yani, ya waliotoka kwenda kupiga kura kwa ajili ya kuchagua viongozi walikuwa ni asilimia 22 mbili ya watu waliojiandikisha kupiga kura, na ndio maana rais wa sasa Bola. Bola, alishinda kwa kura milioni 8. Aliyemfata alikuwa na kura milioni wakawa na kura nyingi zaidi kuzidi aliyeshinda milioni 8 sasa. Nigeria ni kama siasa wameitupa , yaani hawako na siasa, wefikiria kuwa watu asilimia ishirini na mbili wanaenda kupiga kura kuna nini? Hao ndio muziki na nani? No, wameisusa. Kuna wakati siasa inaweza ikafeli, alafu watu wakaisusa tu wakaona kuwa ah, hakuna lolote tunaweza tukalipata kupitia hapa, kwa sababu eh, kwa kawaida kuwa Nigeria wana matatizo ya ndani mengi zaidi, lakini ni wazi kwamba wameisusa nchi, sio? Of course, unaposusa siasa unasusa nchi kwa sababu maamuzi ya kisiasa. Ndio maana hata ugomvi wa Marekani na, na Nigeria hasa ulivyo mentioniwa kwenye dini sana, mm. Lakini ulikuja baada ya Marekani kutaka kuwarudisha Wanigeria walio wa Marekani. Trump mm. alitaka kuwarejesha, Nigeria ikagoma kupokea. Ndio hiyo ikaanzia kama vile ilikuwa Sudan Kusini kwa walirudishiwa, wakakataa wakasema mm. Hatuwezi kuwapokea kwa sababu utawarudisha wangapi? Kuna yeah. kundi kubwa mno la Wanigeria ambao wako Marekani mm -hmm. miongoni mwa nchi za Afrika zenye idadi kubwa sana ya watu nchini Marekani. Yeah. Sasa tu, tukiachana hiyo tu tazame eh, mazungumzo ambayo yanaendelea ya kumaliza vita. Na haya mazungumzo, bwana, hatuelewi nini kinaendelea mara tunasikia uh, yamefika kwenye kiwango kizuri. Eh, mara lakini hatutangaziwi. Yaani nini hasa ambacho wamekubaliana? Shida nini? Uh, kuna taarifa moja ulisoma hapa inamhusu nani, Putin anasema anataka kukutana na Macron. Na Macron. Hmm. Unajua, kila tatizo huwa lina sehemu, ukigusa unasema hapa, kama vile umegusa. Unakumbuka wakati Trump alimwandikia barua rais wa Israeli Isaac Herzog kumwomba amfutie um, Bwana Netanyahu mashtaka yake, hmm. Nilikuambia wakati huo nikakwambia, sasa Trump anakwenda kwenye point ya kwenda kumaliza mzozo. Sasa yani, sasa kaisha lijua tatizo lilipo, anakwenda kulitatua. Sasa hili la Macron na bwana Putin Yani tunaweza kusema kuwa la Ulaya nzima. Unajua, unavyoileta una, Ufaransa manake unataka kuileta Ulaya sasa kwenye mazungumzo. Unaweza kusema toka ujio wa Trump, Trump alianzisha mazungumzo na Urusi akawavuta Ukraini, na ndio maana sasa hivi mazungumzo yamekuwa ya pande tatu. Kuna Marekani, Ukraini na Urusi, hakuna Ulaya. Ulaya anazungumza Ulaya na na Ukraini. Huwezi kuwatoa Ulaya kwenye haya mazungumzo kwa namna yoyote. Ukitaka hmm. kutatua hili tatizo huwezi kuwaondoa yani, kwa namna yoyote, ni lazima uwashirikishe sasa. Unapoona kauli imetoka Kremlin na kauli ambayo imetoka kule Ufaransa ya kutaka wanasema kuwa tena tena, Putin amejibu anasema kuwa ni vizuri ikibidi kama tutaongea, kwa sababu kuna kipindi toka wakati alivamia 2022 hawakuzungumza kwa miaka mitatu mm. Kati ya Putin na Macron walizungumza na simu ya June, tunadhani mwezi June mwaka huu walizungumza kwa simu baada ya muda mrefu sana, lakini Putin hazungumzi na viongozi wengi wa Ulaya zaidi ya Viktor Orban na Robert Fico wa Slovakia waziri mkuu, hao ndio wanaozungumza nao, yani watu wake, anaweza kuzungumza labda na Uturuki kule bwana Erdogan ndio anaweza kuwasiliana naye lakini wengi inaonekana ndio mtu pekee ambaye anaweza kaongea na huko na upande na upande wa pili, na ndio maana mara nyingi nimesema mimi mzozo wa Urusi na Ukraine ulitakiwa hasa uende kwa nchi ambayo haifungamani na upande wowote, ili uweze kusuluhisha ki halali, lakini kuwaweka watu wasuluhishe ambao kuwa wana maslahi na huo mzozo ambapo wako upande mmoja, kwa namna moja wamesaidia amba ambapo wanadhani nchi gani inaweza kuwa na neutral? Uturuki, kuna Uswizi, lakini, lakini Edward anataja kuwa miongoni mwa marafiki wa karibu sana wa Rais Putin vizuri lakini, bado pia hajaacha jukumu lake kwa, kwa, kwa Ukraini. Erdogan likweli kuwa anakuwa ni rafiki mkubwa wa Putin na hata hajaweka vikwazo hmm, kwa Putin, lakini bado amewahi kuchukua hatua dhidi ya Putin. Unakumbuka wakati meli zimezamishwa za Urusi ambazo zilikuwa Sevastopol mm. na hapo nani Crimea. Kuna Urusi alitaka kupitisha meli zingine za kivita kupitia Black Sea, kupitia ile Mediterranean una connect kwenye Bosphorus ya ya Uturuki pale unaziingiza Black Sea. Uturuki alisizuia zile meli za kivita za za Urusi akamwambia, huwezi kuingiza. Mm. Maana yake kuwa yeye anaweza kucheza mechi kwa pande zote mbili. Sasa haya mazungumzo ambayo Putin na Macron ndio sasa wanakwenda kwenye mzizi hmm, ambao mi naweza nikasema hapa wakipita wanakwenda kutatua. Na kwa nini Macron? Kwa sababu Ulaya uh, tuna, tuna, tuna Sakir Stama, kuna, kuna Friedrich Merz huko huku Ujerumani hmm. Kwa nini Macron kwa sasa ndio anaonekana kiongozi wa Ulaya mwenye ushawishi zaidi? No, hauwezi kuiondoa Ujerumani kwenye ushawishi, Ujerumani inabaki kuwa ndio kiongozi. Kwa nini Putin achague kuzungumza na, putin? Na, na, na, na, na Macron? kuna ugomvi mkubwa kati ya Urusi hmm, na Ufaransa ambao umeanzia magharibi mwa Afrika na ukakua unajua, baada ya yale mapinduzi yalivyotokea magharibi, maslahi ya Ufaransa ya yalivyoondoka, aliyekuwa mm. anakwenda kuchukua ni Urusi mm. kwa hiyo tayari wana ugomvi nje ya uwanja. Nchi zilizoipa kisogo Ufaransa zimeanza kuigeukia, zimegeukia zime, Urusi, Urusi. Kwa hiyo tayari kuna uhasama kati ya Ufaransa na, na, na, na, na Urusi kwa muda mm. ambao ulianza mwisho wa miaka 2019 2018 19 na umeendelea. Kwa hiyo ule ugomvi wa Ufaransa na, na Urusi, Ufaransa waliuchukua wakaupeleka EU wakawa wakiuchochea yani, kuwa mkubwa zaidi. Na ndio maana hata wakati ule alisema kuwa tunataka kutuma vikosi vya Ulaya viweze kusaidia Ukraine, Ufaransa alikuwa tayari kutoa vikosi kuvipeleka, kwa sababu sasa kama unamvuta Ufaransa, wale wengine ni rahisi tu utawavuta, kuwa njoni mkae hapa. Sasa kama Ulaya hmm, atashirikishwa na yeye kwenye haya mazungumzo moja kwa moja, basi tunaweza kwenda, naweza nikakwambia sasa hivi kama wanaelekea kwenda kupata, mara zote huwa nikizungumza na kuambia hapa, bado bado sana. Hizi hope wanazotupa Marekani ni hope tu, lakini kiuhalisia hazina uhalisia. Na ndio maana wanaenda mbele wanarudi nyuma. Angalia mazungumzo ameofanyika Miami. Ukraine walimtuma nani? Rustem Umerov. Mm. Ambaye ndio mwakilishi sasa hivi. E, na akakutana na Steve Witkoff. Taarifa wanayoitoa wanasema tumefikia nafasi nzuri kabisa. Nini walichokizungumza? Bado wanazungumza kuhusu dhamana ya usalama. Mm. So mena, yaani bado wako kwenye dhamana ya usalama. Juzi Putin anasema kuwa tuna kwa sababu Ukraine waliambiwa wafanye uchaguzi, wakasema wako tayari kufanya. Putin anasema kuwa hatutoishambulia Ukraine siku ya uchaguzi, ikibidi wafanye uchaguzi, lakini kwa sharti la kuwa hadi raia waliokuwa Ukraine, yani anasema raia wa Ukraine wanaoishi Urusi milioni 5 mpaka mm. milioni 10 waruhusiwe kupiga kura mm. <laughs> Yani, waruhusiwe kupiga kura ili wafanye uchaguzi. <laughs> Wakikubali hilo sharti, sisi hatutawezi kuwashambulia. Kwa hiyo unaweza ukaona kuwa mambo yanakwenda mbele yanarudi nyuma, lakini taarifa ikitolewa na Marekani unaweza ukadhani wamepiga hatua kubwa sana za kwenda kutatua mm. Lakini ukichukua masharti yale ambayo yanazungumzwa kwa pande zote mbili utaona kuwa hakuna hata lililofikiwa ya kusema hili moja tumelimaliza. Last wiki tulizungumza mi nawe hapa nikakwambia, leo wameenda kuzungumza swala moja yani wanaenda kuzungumza swala moja la Ukraini kukubali kuwa hatoingia NATO mm. katika vifungu ishirini maanake vilikuwa ishirini na nane wameondoa vinane wamebakiza ishirini Kwa hiyo katika yale yote waliozungumza, Ukraini ndio anajibu moja, anasema kuwa sawa, tunakubaliana hatutojiunga na NATO mm. tutamaliza lini haya hasa? Kuna mazungumzo yamefanyika ya siku tatu marekani uh, Ukraine imewakilishwa na waziri wake uh, yeah, yeah, um. mm -hmm. wa ulinzi Rustem Umerov yeah, uh, Steve Witko kama kawaida mjumbe wa Marekani yuko mm -hmm. pale mzee mwenyewe, lakini pia uh, Kirill uh, Dimitriev ambaye ni mm -hmm. mjumbe wa, wa Kremlin uh, bado mazungumzo uh, ni ya pande tatu, pwani ya Florida, siku tatu, bado ni mazungumzo ya pande tatu ya eh. pande tatu, siku tatu, pande tatu mazungumzo mm -hmm. Urusi, Ukraine, Marekani wako wapi? Ulaya hapo ndio kwenye shida. Ulaya si <coughs> ndio Ukraine yenyewe Ukraini bado tuna, wanatakiwa ndugu zake, umeona wale ndugu zake lazima w, kwa sababu wale ndio wanampa fedha wale ndio wanamsaidia wale ndio wanampa kila kitu, na ndio maana uoni kwamba Urusi atazidiwa, manake hapo tayari Marekani hmm. yupo ambaye ni mshirika wa karibu hmm. sana wa Ukraini alafu sasa Ukraini pia akiwaleta na wale e, Ulaya manake wale wanamtetea Ukraini, Marekani yuko upande gani? Amebadilika Marekani... Sio Marekani ya Biden, ujue ni ya Trump, lakini sera za Marekani bado zina, zinaitambua zina, zina Ukraine kama mshirika wao wa karibu. Analinda maslahi ya Ulaya nani, kwa sababu vita iko Ulaya mm. ni lazima washirikishwe mm. yani, wenye msiba lazima wawepo, hauwezi ukazika Yaani hawa ndio wenye msiba wao, yani lazima uwashirikishe kwa namna yoyote. Na pia bado wana uwezo, mara nyingi nimesema kuwa hawa hawana hawa uwezo wa kumpa Ukraine ashinde vita kwa unadhani, lakini e, wana uwezo wa kumfanya Ukraine awepo kwenye vita. Ursula von der Leyen anatakiwa awepo. Kaya Kalas awepo, Messi awepo. Sijui yani, ni lazima hamna kukwepana. Yaani hapa ni lazima wakae wote kwa pamoja. Ulaya washirikishwe, Marekani akae. Kuna wale ambao uh, e, Zelensky alikuja akasindikizwa na viongozi wengi sana wa Ulaya kama unakumbuka, bado ulikuwa ni mkutano wa pande tatu ule, ulikuwa sasa ni mkutano, kwa sababu ilikuwa baada ya kikao cha, cha Putin na Trump, walikutana kule Alaska, alivyotoka kule ndio Zelensky akaenda. Sasa hivi walichoamua Ulaya, Zelensky hawamtumi ya peke yake Kwenda kama yeye hivi ye, kwa Trump hawataki kwa sababu wanasema kuna siku hiyo anaweza kaenda kabananishwa pale pale akasaini mm. Kitu ambacho wao hawakitaki. Kwa hiyo mara zote wanasema tutakusindikiza. Kwa hiyo hata ule mkutano walimsindikiza ambao ulikuwa pande tatu, pia ulikuwa Marekani, Ukraine na Ulaya. Urusi tena hakuwepo mm. Ni lazima mkutano uweke pande nne ili waweze kuyamaliza haya matatizo, awepo Urusi, awepo Ukraine, wawepo Ulaya awepo Amerika. Uone kama Urusi na wala, nasimama mwenyewe bado Urusi ana uwezo wa kulinda maslahi yake hata akiwa amesimama mwenyewe, kwa sababu anacho alichoshikilia. Kwa nini Ukraini hana? Ukraini hana alicho shikilia, ni vigumu sana. Yani Ukraini amebaki na backup ya ndugu zake walio nyuma yake, kwa sababu unakumbuka vikosi vya Ukraini mwaka jana viliingia kule Kursi mm. vikaenda vikachukua ardhi ndani ya, ya Urusi, lakini wameondolewa, hawapo. Kikosi cha Korea Kaskazini kiliingia kikaenda kikawatoa wote. Hawana walichoshikilia, kwa hiyo walichoshikilia ni nguvu ya ndugu zake. Hmm. kwa sababu hawana tena ile walichoshikilia. Kwa kwa maneno mengine uh, Ukraine anahitaji mtetezi, anahitaji watetezi kwenye mikutano anayofanya mazungumzo haya, sio kwa sababu hii ni vita ya sungura na, na tembo. Ni lazima huyo apate watetezi ambao kuwa <laughs> hauwezi ukamsimamisha tembo na sungura ukasema huyu atapewa kile anacho. Ni lazima wasimame ndugu zake waone huku, lakini huyu namwita sungura ameweza kushikilia bomba kwenye vita miaka mwaka wangapi huu, hata ukichinjwa haufi pale yani, lazima utarusha mikono na miguu yani pale pale yani, inachukua muda, sio rahisi. Kwa nini hasa sasa kinaweza kika kikafanya ili jambo likafikia mwafaka? Kwa sababu hii njia ambayo wanataka kwa vita nyingine zimeonekana angalau zimepiga hatua kwenye kuzitatua, na Trump alitoa hili 24 hours kama vita ya mashariki akati angalau japo kuna makandokando lakini angalau sio sawa na hii. hii hii yani, inaenda inarudi, haieleweki kichwa wapi mguu wapi. Putin yuko Moscow mm. haipo <laughs> Washington, ndio maana inawasumbua yani, tunaswitch tunaachia tunaswitch tunachia. Putin ameamua kuweka ngumu, of course. Putin kuna wakati huwa anawaambia kuwa aina ya rais kama Trump mm. yuko White House atakufanya utimize vitu vingi na wale wanasiasa wa kongwe kama Putin ambao wana uzoefu wa siasa mm, yani wanajua kupika, kama walivyo wa Israeli wanavyoona Trump kuwa ni fursa, na Putin anamuona Trump ni fursa ya kutimiza kila anachokitimiza, kwa sababu tunajua jinsi ya kucheza naye. Huyu sio mwanasiasa, sisi tunajua siasa, ndio maana wanacheza naye vile. Lakini hii njia ambayo wameianzisha ya kutaka kuwaleta kuwa Ulaya kwenye meza sasa wanapita kwenye njia halisi na huenda wakafikia makubaliano, lakini hayawezi, yani hii vita haiwezi ka stop mwezi mmoja, miezi miwili ijayo, bado kuna muda ambao tunaweza tukaishuhudia. Ni muda mwingi, inaonekana sio muda mwingi, lakini kuna swala la uchaguzi wa Ukraine ambalo inazungumzwa sana kwamba Zelensky muda wake umeisha, sio muda wake wa kukaa madarakani tangu alipochaguliwa. Lakini sasa kwa hali ilivyo, nchi haiwezi kuwa na uchaguzi, ila tumeona kuna pressure kwamba, bana fanya uchaguzi, fanya uchaguzi. Inawezekana vipi Ukraini kufanya uchaguzi katika mazingira kama haya? Kwanza, Zelensky ni rais halali kabisa wa Ukraini. Hiyo haina shaka. Alishinda uchaguzi wa, licha ya kuwa muda wake umepita, mm. Alishinda uchaguzi wa alishinda uchaguzi wa 2019. Ki halali kabisa. Tena akimshinda Petro ambaye alikuwa ni rais mm, Poroshenko. Akashinda urais. Halali kabisa. Sasa, amejikuta muda wake unaotakiwa kufanya uchaguzi ni muda ambao nchi ipo kwenye vita, kama hali ya vita imetangazwa na, na katiba ya Ukraine inasema kuwa hamwezi kufanya uchaguzi katika kipindi hicho. Wakati kelele zimezidi, bunge la Ukraine lilienda kumuidhinisha kwa kura mm. kuwa bado anaweza kuendelea kushikilia madaraka, kwa hiyo yu, yuko kwenye nafasi kihalali kabisa. Bado, na, na bado anakubalika na ungwa mkono na, na, na watu wa wengi wa Ukraine. Ungwaji mkono wa ndani wa Ukraine umepungua ukilinganisha na awali alivyokuwa akiungwa mkono kwa kiwango kikubwa, hizi kashfa za juzi juzi. Hiyo uchaguzi ungefanyika sasa hivi, Zelensky angeshinda. Kama uchaguzi anaweza akashinda, bado wa Ukraini wanamuunga kwa nafasi, anaweza akashinda uchaguzi. Ikiwa uchaguzi huachwe tu uwe kawaida, yani bila kuingiliwa na mikono, bado anaweza akashinda. Yani ule uungwaji mkono ambao alikuwa akiungwa sana umepungua, lakini haujapungua kwa kiwango ambacho unaweza kusema kuja kumshinda. Bado anasimama kuwa ni kiongozi ambaye bado anaungwa mkono ndani ya Ukraini na, na watu wa Ukraini wanaamini kwamba yeye anafanya sahihi katika kutetea maslahi ya nchi yake. Wa Ukraini wengi, unajua, ukiwahoji mmoja mmoja wa Ukraini hawajawahi kupenda kuwa Warusi hmm. hawajawahi kuwa kupenda kuwa Warusi, ndio maana maandamano yale ya euro meidani ya 2014 wa Ukraini ndo waliamua kumwondoa nani, mm, Yanukovich mm, sio nani? Wa Ukraini ndo walitaka kubadili nchi yao kutoka upande wa mashariki waelekee upande wa magharibi, ndio wao waliamua. Kwa hiyo kila kitu kiko sawa ndani ya Ukraini, ila hawawezi kuwa rusi, hakubali kuwa, hawezi. Hao wakaamua kama nchi. Unaona hichi kinatokea Ukraini mm, siku Belarus watataka kugeukia magharibi, kitawatokea kilichotokea Ukraini mm. Kwa sababu hawezi Urusi hawezi kukubali kuipoteza Belarus, bado bado, vifungu ni vigumu. Mambo ya Urusi tunaongelea tangu 2022, ndio na mimi, kabla Trump ajanga, nikakwambia alivyosema, <laughs> nikamwambia, nampa miezi sita, hawezi kumaliza. Nikamwambia nitampa mwaka, hawezi kuimaliza hii vita bwana. <laughs> <laughs> binti <laughs> yangu alikuwa hajulikani, leo tunashikana mkono natembea. Haya bwana, tunakamilisha hivyo. Ni Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa masuala ya kimataifa.